TTMC inawaletea tena mashindano ya magari Tanzanite TT Rolling and Drags Season II. Na mwaka huu ni zaidi ya mashindano. Tarehe 13 Juni drift zinaanza Arusha, huku madereva waliobobea wakionyesha uwezo wa kuzungusha gari, yani itakuwa ni burnout and donuts. Tarehe 14 tarehe na 15 Juni tunaelekea Manyara Mererani, kwa Rolling and Drag Race, magari yakiwa yamejipanga tayari.

And we organized the first drag racing event called Tanzanite TT 2024 in December mwaka jana. Baada ya hiyo event went very well, so sasa hivi tuko kwenye ratiba ya kufanya the next event which will be in June, June tarehe 14 na 15 itafanyika Mirerani, kama ilivyofanyika mwaka jana. Tunategemea the next event itakuwa kubwa zaidi. As yes, Tuna mchezo wa drag racing. Kwa majina, naitwa Saidi Mataifa, ni member coordinator wa TTMC, ni kati ya waandaji wa mashindano ya Tanzanite TT yaliyofanyika Mirerani mwaka jana Disemba, na sasa hivi pia tuko na mwaka huu tunaandaa mashindano mengine ya Tanzanite TT ambayo itakuwa ni tarehe 14 na 15 Juni, pia atakuwa ni zaidi ya yale yaliyopita ya. Kwa hiyo tunakaribisha kila mmoja na kila kitu kitakuwa kimezingatiwa, tunajitahidi kuboresha zaidi. Ya tutakuwa tuna after party pia, nadhani mpaka sasa hivi tunakuwa kwenye mchakato wa kuhangaikia siku ya tarehe 13, tuanze drift ya Arusha ili kuweza kupeleka cloudi upande wa Mirerani, ambao ni mkoa wa Manyara, tutakapochezea race yetu. So far maandalizi yanaendelea vizuri. We do plan to have event mbili mwaka, ya kwanza itakuwa ni June and then an event ya pili inakuja in November. But maandalizi ya hii event ya June, so far maandalizi ni mazuri, mapokezi yake ni mazuri pia. So tunaendelea kupush hoping to get an even better event than what we We we did last year. We, of course as we doing these events, tunategemea kwamba tutakuwa tuna motivate watu wajenge magari zaidi waweze kujoin more drivers. Last year December, tulikuwa tuna washiriki 32. We are hoping hii event inakuja 40, 50, possibly even more, na kushindana na event hii inayokuja. So far we have about 10 cars just from Arusha. And then of course, uh, tuategemea kuna zingine kutoka Moshi, Dar es Salaam, tuna team kubwa kuleta support, so over 10 cars tunategemea kutoka Dar es Salaam. And then wa Kenya pia we are expecting another over 10 plus from their side pia. Kwa upande wa magari ni kwa Arusha wana uchuni ni JSPEC, kwa hiyo dereva yote, mtu mwenye gari yake anaweza kaelekea akaelekea JSPEC pale akapata maelezo kutokana na gari yake ilivyo na uwezo wake e, kwamba anahitaji pawa ya kiasi gani, na muda wa maandalizi ndio huu, kwa sababu huwezi kufanya maandalizi ya gari ikiwa last minute yeah. Unatakiwa uhakikishe gari iko proper mapema ili kuweza kujiandaa vizuri. These groups tofauti ya Subarus, um, lazima zitakuepo, huwezi kosa hizo. Mitsubishi Evos kuna mbili ambayo zinajulikana that they they performing well so they should go kule kuonesha a lot of the German cars as well. You know, there's a competition nzuri katika JDM cars and the GDM. JDM ni gari kutoka Japan, so Subaru Evo gari kama hizo, and then GDM ni gari kama hizi Golf R, Audi S6, the German domestic markets. So the competition between the two is quite good which is good for the sport. Kwanza tunawakaribisha madriver wote wenye magari nchi zote tatu, East Africa, Kenya, Uganda, Tanzania na washabiki wote wa Arusha, wale tunaopenda motorsport pamoja na wale tutakaokuta Mirerani, kwa sababu wale walishaona ule mchezo pia waliofurahia, kwao ni kiasi, kwa kupokea wao kwao ni rahisi sana. Kwa hiyo tunawakaribisha, itakuwa ni kubwa. Tunaanza tuka tukaanza tukapiga Jumamosi ile usiku, tukawa na after party pale pale, tumalizie na ile siku ya Jumapili race yetu, kae imeshaishi. Of course kwenye hiyo drag racing hiyo unaleta gari yoyote, hata kama gari yako haijafanywa tuning, you still allowed to participate, of course you might be at a disadvantage as you're not running nguvu ya hizi gari zingine ambazo zinafanywa tuning, lakini mtu akija aki race akishaona uwezo wa gari yake, anaweza sasa kaona okay, maybe I need to do some tuning kuongeza nguvu kwenye gari yangu so I can be more competitive we estimated to see about 3000 spectators were there for that event. And because that event went well the next event we're expecting probably double that in spectators. And the layout will change to be able to accommodate more spectators. Kwa upande wa kwenye mashindano ya kwetu usalama utakuwa umezingatiwa wadereva, wa wale wa washabiki pamoja na watu wengine na salama utakuwa kiujumla zaidi tutakuwa tuna polisi, tuna mgambo pamoja na memba wote wa TTMC watakuwa wako pale wanajumuika kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. So yeah one last thing I'd like to say is um, karibuni for your event yetu Tanzania TT 2025 which will be on the 14th and 15th of June. Tunakaribisha watu wote, let's come have a good event. Na kwa upande wa safety, nadhani usalama umezingatiwa, ta usalama wa pale Mirerani ambao ni Manyara, tutaupewa usalama wa ambulance pamoja na doctors, fire, tutapewa kila kitu. Kwa pale kimesha kaa sawa, na tunachopambania sasa hivi ni kuhakikisha tunakamilisha kila kitu kikae proper juu ya vibali, na hilo halina tatizo. Kwa hiyo kwa watu ambao wale wanaopenda wale kwanza kuja ku, ku, ku, kwa mfano siku ya resi ya kwanza tukae pale pale tupige story tufahamiane, story moja mbili tatu, labda kutaka kujua about cars kwa hiyo, tutakuwa tuka pale pale kwa sababu tutakuwa tunandana after party itakuwa hapo hapo. In any motorsport, safety is, uh, very important. so we have, uh, that is priority for us. we're going to make sure we have safety for the crowd, safety for the drivers, medical team, fire department will be there. We will have uh, security to keep everything where it should be so that people don't cross certain boundaries hii ni nafasi yako kuona vyuma barabarani kutoka tanzania kenya na uganda burudani hii yenye usalama uliozingatiwa haijawezekana bila nguvu kutoka kwa wadhamini wetu wakuu wanaotuamini na kusimama na Motorsport tanzania shukrani kwa serikali ya mkoa wa arusha na manyara usipitwe Tanzanite TT 2025 ni mahali gari ujuzi na mzuka vinakutana jiandaye jihusishe afuipuka Nasemaje, moto Azam TV, burudani kwa wote.